Ethiopia inaelekea kushuhudia mzozo wa kibinadamu. Kusini mwa jangwa la Sahara yenye ndiyo ilikuwa mpokeaji mkubwa wa fedha za shirika la misaada la Marekani USAID. Kupunguzwa fedha za USAID kuna yaathiri pakubwa maeneo mengi ya Afrika. Ethiopia pekee ilipokea zaidi ya dola bilioni 1.7 mwaka 2024. Sehemu kubwa ya fedha hizo ilikwenda kununua nafaka, madawa na biskuti za kutia nguvu mwilini kwa ajili ya watoto wenye utapia mlo pamoja na maji na mahema kwa watu waliopoteza makazi. Karibu wa Ethiopia milioni 16 walitegemea nafaka za msaada mwaka 2024. Wakati nchi hiyo inapambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na vita vya ndani, msaada huo sasa umo hatarini. Zaidi ya dola milioni mia tano ziliahidiwa kwa msaada wa chakula nchini Somalia. Fedha hizo ziliwalenga watu milioni tatu wenye maeneo yaliyokumbwa na ukame ya Gedo, huko mkoa wa Bakool na maeneo ya Shabelle. Dola milioni 150 nyingine zinatumika kwa ajili ya kliniki zinazotembea nchini Sudan Kusini. Bila shirika la USAID, kliniki kadhaa zinatoa huduma ya uzazi, chanjo na matibabu ya dharura zitafungwa na watu hawatakuwa na sehemu ya kwenda. Dola milioni 30 zilitengwa kwa ajili ya kilimo nchini Mali kuwasaidia wakulima, wengi wao wanawake. Tangazo la utawala wa Trump la kupunguza misaada limezusha hamkani. Ufaransa nayo inapunguza misaada ya kigeni kwa kiasi dola bilioni moja huku Uingereza inaelekeza dola bilioni moja nukta mbili za misaada kujenga makazi ya wahamiaji nchini humo. Pengo la ufadhili linaloachwa na hatua hizo ni kubwa, na wataalamu wanasema litasababisha karibu wa Afrika milioni sita kutumbukia kwenye umasikini uliokithiri mwaka unaokuja.